Amina. Mtazamaji mpendwa, karibu tuendelee kuifahamu liturujia ya kanisa letu. Katika vipindi vilivyopita tuligusia juu ya Kwaresma, tukagusia Juma Kuu, tukagusia mpaka mkesha wa Pasaka pamoja na mambo ya Pasaka. Sasa leo tugusie juu ya sherehe ya kupaa Bwana pamoja na sherehe ya Pentekoste. Ni vitu ambavyo viko ndani ya zile siku hamsini za maadhimisho ya Pasaka. Kila mara tunajiuliza, huu kupaa ndio nini na kuna maana gani ndani ya kanisa Katoliki? Na hii pentekoste ni nini na ina maana gani ndani ya kanisa Katoliki? Kupaa kwa Bwana ni ukumbusho hii sherehe ya kupaa kwa Bwana ni ukumbusho wa kupaa Yesu Kristo mbinguni siku ya arobaini tangu kufufuka kwake. Kwa hiyo kwa kama ulikuwa hujui, kumbe kupaa Bwana ni siku ya arobaini tangu siku ya ufufuko, na inamaanisha kutamatisha huduma ya Kristo hapa duniani kama mwanadamu aliishi hapa duniani akahudumu, lakini basi kupaa kwake, maana yake inahitimisha hiyo huduma au huo utumishi wake hapa duniani. Kuna misingi ya kibiblia ambayo tunaipata kutoka hili tukio la kupaa, sio tukio tu la ambalo linakufikirika, lakini tukio ambalo tunalipata kabisa ndani ya Biblia kupaa kunaelezwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza aya ya kwanza hadi ya kumi na moja ambapo Yesu baada ya kuwatokea wanafunzi wake kwa siku arobaini ikuwa tangu ufufuko, anawatokea kwa siku arobaini lakini kwa siku ya arobaini sasa anakuja anachukuliwa juu mbinguni. Huo ndio msingi wa kibiblia ambao tunauona, tutaeleza kwa undani kidogo baadaye, kutaja kifungu hicho kinachotaja kupaa kwake. Sasa, sherehe hii ndani ya kanisa ina umuhimu gani? Kuinuliwa kwa Kristo na kupaa mbinguni kunamaanisha kuinuliwa kwa huyu Yesu ambaye ni Bwana na ni mpakwa mafuta, maana yake Kristo, na kunamaanisha kupaa na kukaa mkono wa kuume kwa Baba, kama tunavyo sali katika ile kanuni ya imani, ameketi mkono wa kuume kwa Baba. Kwa hiyo niku kuinuliwa na kupelekwa mkono huku, na kama alivyosema au alivyodokeza, kunakamilisha utume wa kidunia. Kwa hiyo kupaa huku kunaonyesha kukamilishwa kwa huduma ya Yesu duniani na kuanza utawala mpya utawala wa mbinguni, utawala wa milele, kuna maanisha namna hiyo. Lakini vile vile kupaa kunatoa tumaini kwa waamini kwamba huyu Kristu hatunaye tena kimwili, hutamuona utakamwambia tumsifi Yesu Kristu, au habari yako Yesu, lakini anatupa tumaini kwamba tutaondoka nasi katika maisha haya ya dunia, tutaungana naye, tutapaa, tutafufuliwa siku ya mwisho. Kwa hiyo ina maana hiyo. Kwa kawaida, sikukuu hii ya kupaa ni siku ya arobaini na inaangukia siku ya Alhamisi na imekuwa ikiadhimishwa namna hiyo, lakini kwa sababu za kichungaji siku ya Alhamisi hii au sherehe hii imekuwa ikihamishiwa Dominika inayofuata, na Dominika hii imekuwa ikiitwa Dominika ya Kupaa kwa sababu siku ya Alhamisi nchi nyingi ambazo ni siku ya kazi, watu hawezi kuhudhuria vya kutosha. Kwa hiyo busara ya kichungaji ikaonyesha kwamba ni vizuri kuihamishia siku ya Dominika ili watu wote waweze kushiriki pamoja sikukuu hiyo na ile Alhamisi Ijumaa inayofuata inaanza ile e, inaanza novena ya siku tisa ya Roho Mtakatifu ambapo Yesu aliwaahidia Roho Mtakatifu alipoondoka, na wale mitume walikuwa wamejikusanya ndani, wamejifungia wakisali. Kwa hiyo na kanisa limeiga mtindo huo wa kusali kwa siku tisa, wakisubiri huo uvuvio wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hiyo ndiyo sikukuu hiyo ya, ya kupaa. Na sikukuu hii ina maana sana katika umoja wa Wakristo. Mara nyingi e, tuna tofauti za maadhimisho au za ufahamu juu ya maandiko matakatifu, lakini madhehebu ya Kikristo yanaadhimisha au yanaamini huku kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristu, na tunaadhimisha eidha siku hiyo hiyo au kwa namna nyingine. Kwa hiyo sherehe hii inaashiria umoja wa kikristu kwamba sisi sote ni wamoja pamoja na kwamba yapo madhehebu mengi, na sherehe hii ina maana vilevile ya kiteolojia, uwepo wa Kristu, kwamba Kristu hatunaye kimwili lakini tunaye siku zote, sema niko pamoja nanyi siku zote hadi utimilifu wa dahari. Hatunaye kimwili, lakini kiroho tuko naye siku zote, kama anavyo tuasa katika neno lake kwamba e, Kristu anapoongea e, katika maandiko matakatifu au maandiko matakatifu yanaposomwa ni Kristu mwenyewe anaongea kama tunavyosoma katika Sacrosanctum Concilium namba saba. Vilevile, sherehe hii inaashiria mwanzo wa uwepo wa mwili wa Kristo, yaani kanisa, kwamba Kristo amemaliza muda wake, anaondoka, kwamba sasa kanisa lazima lianze, huu mwili lazima uanze, ambapo Kristo ndiye kichwa cha huu mwili, yaani kanisa. Lakini vilevile vile, alipoondoka aliahidi kurudi kuwahukumu wazima na wafu. Kwa hiyo inatuashiria kwamba Kristu atarudi tena, atarudi kuwahukumu wazima na wafu. Ni ahadi ambayo ipo kwamba aidha umekufa au uko hai, Kristu atarudi kwa ajili ya kuhukumu hao wazima na wafu. Sasa tuguse kipengele kile cha maandiko matakatifu kinachogusia habari ya kupaa. Kama tunavyosoma, walipokusanyika pamoja, wakamuuliza, Bwana, wakati huu utawarudishia Israeli ufalme? Akawajibu, si kazi yenu kujua nyakati wala majira baba aliyoweka kwa mamlaka yake mwenyewe, bali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 kutoka machoni pao. Walipokuwa wakitazama mbinguni alipokuwa akienda, mara watu wawili waliovaa mavazi meupe wakasimama karibu nao wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama juu? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda mbinguni atarudi jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Kisha wakarudi Yerusalemu kutoka mlima uitwao Mizeituni ulio karibu na Yerusalemu, umbali wa safari ya siku ya Sabato. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya kumi na mbili. Hicho ndio tunachokipata na eh, mara nyingi tunaimba mlivyomwona akienda zake mbinguni ndivyo atakavyo rudi. Aleluya! Maandiko matakatifu yako wazi juu ya kupalizwa, hakuna ubishi. Hivyo basi, sherehe ya kupaa inaadhimishwa hiyo siku ya arobaini baada ya ufufuko wa Bwana na hiyo ahadi ya Roho Mtakatifu, kwamba atakuja, huyo atawaongozeni, ahadi ya Roho Mtakatifu. Ndio maana mara tu baada ya sherehe ya kupaa inafuata novena ya Roho Mtakatifu, na kijadi au kimapokeo inaaminika kwamba Yesu alipaa upande uh, mashariki ya Yerusalemu ya, ya, ya sio mbali sana kama walivyosema, eh, mwendo wa safari ya siku ya Sabato maana yake ni chini ya maili moja kutoka Yerusalemu, sio mbali, katika huo mlima wa Mizeituni. Na katika sehemu hii ambapo Yesu anaaminika eh, alipa, pamejengwa kanisa, kikanisa ambacho kinaitwa kanisa la Ufufuko na inaaminika imetokea miujiza mingi eneo hili la kanisa la ufufuko na mpaka leo kuna alama za nyayo, e, nyayo zile ambapo alikanyaga alipoenda e, alipo, alipopaa kwenda mbinguni. Na tukio hili kwa kweli la kupaa halitaji tu katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na mbili aya ya kwa sura ya sita aya ya kwanza hadi ya kumi na mbili bali inatajwa pia au inadokezwa katika Injili ya Mtakatifu Marko sura ya kumi na sita aya ya kumi na tisa hadi ya ishirini na tena Injili ya Mtakatifu Luka sura ya ishirini na nne aya ya hamsini hadi hamsini na tatu na tena tunasoma katika Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya sita ya sitini na mbili tunasoma katika Waefeso vile vile sura ya nne aya ya saba hadi ya kumi na waraka kwa Timoteo, waraka wa kwanza kwa Timoteo sura ya tatu aya ya kumi na sita na tena e waraka wa kwanza wa mtume Petro uh, sura ya tatu aya ya ishirini na moja hadi ya ishirini na mbili. Ni vizuri tukajifunza kutofautisha Je, kuna tofauti kati ya kupaa mbinguni na kupalizwa mbinguni? Maana watu wengi tunachanganya mambo haya. Kuna kupaa mbinguni na kupalizwa mbinguni. Yesu alipaa mbinguni, Bikira Maria alipalizwa mbinguni. Tofauti iko wapi? Ni Yesu pekee pamoja na mama Bikira Maria mtakatifu sana ambao wameingia katika utukufu wa mbinguni katika hali hii ya mwili na roho. Kupaa kwa Yesu kunamaanisha kwamba alifanya hivyo yeye mwenyewe kwa nguvu hizo za kimungu, lakini Bikira Maria yeye alipalizwa mbinguni, alipata huo upendeleo wa pekee kupalizwa mwili na roho, kama kanisa linavyotueleza, si kwa nguvu zake lakini eh, Mungu alimpa hiyo heshima ya, ya, ya pekee na kumpandisha mbinguni na kumfanya malkia eh, kama tunavyosoma katika eh, kitabu kile cha Ufunuo: ishara kubwa, ishara kubwa ilionekana mbinguni. Kwa hiyo tunaona Isaya akiunganika pamoja na Ufunuo tunapata habari hizo za huyo binti aliyepalizwa mbinguni. Kwa hiyo hiyo tofauti ni vizuri tukaiongelea vizuri na tukaifahamu vizuri, sio kwamba Bikira Maria alipaa mbinguni bali alipalizwa mbinguni kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu. Ni lazima watu wajue kwamba mambo haya ya kupaa mbinguni pamoja na kupalizwa mbinguni katika akili zetu za kawaida za kibinadamu ni vigumu kuyaelewa na hata kuyaelezea. Kinachohitajika ni imani. Kwa hiyo, mwanadamu tuna ukomo wa kuelezea kitu mpaka mtu kimwingie, akubali, bali ni kwa njia tu ya imani ndipo tunaweza kuelewa fumbo hili la kupaa mbinguni na hili la kupalizwa. Tunaziita hii ya kupalizwa mbinguni tunaita ni, ni dogma ni fundisho ambalo tunapaswa kufahamu kwa imani. Kwa hiyo ni lazima tujue kwamba hatujui na tunaamini kile ambacho ni zaidi ya ufahamu wetu. Unaweza ukajitahidi kue, kuelewa lakini usifahamu. Kwa hiyo tunaamini, ni zaidi ya ufahamu. Kwa hiyo matumaini ni kile ambacho tunaweza kukielewa japo kwa udogo tu, kwa kiasi kidogo tu. Ndio maana mtakatifu Anselm anasema fides quaerens intellectum, kwamba yeye anaendelea kuamini lakini bado anaendelea kutafuta ili aelewe. Ukisubiri uelewe mambo haya mafumbo makuu ya Mungu, utafikia tamati ya maisha yako ya kuishi hapa duniani bado hujaanza kuamini kwa, kwa hiyo tunaamini kile ambacho tunakielewa kidogo ambacho mwenyezi Mungu anatuele, anatuelekeza au anatupa neema ya kukiamini. Mungu ni fumbo, Mungu ni fumbo, hatuwezi kumfahamu zaidi. Na ufunuo vile vile, ni fumbo, ni fumbo takatifu ambalo tunapaswa kulielewa eh, kwa imani lakini mafumbo haya matakatifu tunapoyaadhimisha kwa sala, kwa maombi yetu, ndipo tunayaelewa katika akili za kiroho zaidi kuliko akili za kibinadamu. Tunaalikwa kufanya hivyo, kuweka imani yetu, ili tuweze kuyaamini hayo mafumbo matakatifu. Sherehe hii ya kupaa na kuanza kwa novena inachukua siku tisa, maana yake Alhamisi, halafu tunaanza eh, Ijumaa novena ya Roho Mtakatifu ya siku tisa. Ndipo hizi siku tisa tunaimba kwa namna ya pekee nyimbo zile za Roho Mtakatifu, huje Roho oh, Mtakatifu, Uje Roho Muumbaji, utazame nyoyo zetu, zijaze nema nyingi, uje Roho Mtakatifu na kadhalika na kadhalika. Zipo nyimbo nyingi sana za Roho Mtakatifu, ni nyimbo ambazo sasa, na sala zile zinazotuandaa sasa kupokea ule ujumbe wa kupalizwa, kwamba nitawaleteni msaidizi, mimi sipo tena nawaletea huyu msaidizi ili awaongoze katika yale yote ambayo nimewafundisheni. Ni novena ya siku tisa, na inapoisha novena hiyo ya siku tisa, eh, ambapo wanafunzi walikuwa wamejifungia, tunaambiwa tena walikuwa wamejifungia pamoja na Maria mama wa Yesu wakisali na kukesha nasi. Ni na hizo siku tisa za kusali na kukesha kumwomba Roho Mtakatifu, na zinapoisha siku ile ya Jumamosi, ndio tunaanza sasa eh, sherehe za Pentekoste. Pentekoste maana yake ni hamsini kutoka Pentekoste. E, tukipata ile umbo la pentagon, maana yake unaongelea pembe tano zile. Lakini basi tano ongeza sifuri, tunapata ile hamsini. Kwa hiyo ni sherehe ya siku hamsini tangu Kristu afufuke. Tutambue kwamba sherehe ya Pentekoste siyo ngeni katika Ukristu, ni sherehe ambayo ilikuwepo tangu zamani za Uyahudi ambapo wanapoadhimisha Pasaka basi wanahesabu siku hamsini wanasherehekea wana, wana, wana. Kwa hiyo kumbe ni kitu ambacho kilikuwepo kukumbuka ile Pasaka ya mwanzo ya Wayahudi siku ya hamsini. Sasa ina maana gani hii siku ya Pentekoste? Kama tunavyoelezwa katika maandiko matakatifu kwamba siku ile walipokuwa wamekusanyika kule Yerusalemu, zikashuka ndimi kama ndimi za moto, zikamwingia kila mmoja wao, na wakapokea hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha. Na katika kunena kwa lugha, kila mmoja alikuwa anaelewa. Haikuwa lugha ya kubabaika tu ilikuwa ni lugha inayoeleweka na wale watu wakashangaa, kwamba imekuwaje? Tunasikia watu wakinena kwa lugha yetu sisi wenyewe na wote e, sio wa Galilaya wala sio wa nini, lakini kusuji kuna wa, watu wa Pamfilia huko wanaongea kwa lugha yao, lakini sisi tunawasikia, inakuwaje ina maana gani katika teolojia ya kanisa, kwamba katika Kristu tutaongea lugha moja? Hata kama una lugha yako, lakini tutaongea lugha moja inayoeleweka. Ndio maana kanisa, tofauti na labda dini nyingine, sisi tunao uwezo wa kutumia lugha mbalimbali kumweleza Kristu huyo huyo tutaongea lugha ya Kiswahili kumwelezea Kristu inaele, anaeleweka. Maandiko Matakatifu tutayasoma kwa Kiswahili yanaeleweka, tutayasoma kwa Kiingereza yataeleweka, tutasoma kwa Kiarabu yanaeleweka, kwa Kiitaliano yanaeleweka, kwa Kijerumani yanaeleweka. Na, na unavyoshangaa liturujia yetu ni moja, somo tunalolisoma hapa siku ya Pentekoste kwa Kiswahili, kule Uingereza watalisoma hilo hilo kwa lugha yao ya Kiingereza, kule uchina wataisoma kwa lugha yao ya kichina. Kule uarabuni kwenye makanisa yale wataisoma neno hilo hilo kwa lugha yao lakini litaeleweka. Ni karama hii ya pekee ambayo Roho Mtakatifu aliishusha siku ile ya Pentekoste. Labda wengine hawatambui hilo, wanafikiri eh, kunena kwa lugha kuliko ngelewa pale ni kuongea tu lugha ambazo hazieleweki. E, anasema kunena kwa ndimi. E, hata Mtakatifu Paulo anasema kunena kwa lugha au kwa ndimi ambako hakuna tafsiri inakuwa hakuna maana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alishuka akaleta hiyo karama ya lugha inayoeleweka kwa kila mmoja. Kwa hiyo tunaadhimisha sherehe hii ya Pentekoste Siku ya hamsini na ni Dominika ya Pentekoste ambayo ni muhimu sana, na baada sasa ya Pentekoste sherehe hiyo tunasema ni mwisho wa Pasaka na mshumaa wa Pasaka unazimwa na unawekwa karibu na kisima cha ubatizo. Utatumika wakati wa mazishi, utawashwa pale kuwekwa karibu na jeneza la mhusika. Vile vilevile utawekwa, utawashwa wakati wa ubatizo na ule mshumaa wa mbatizo utawashwa katika e, mshumaa ule wa pasaka inakuwa ndio mwisho wa Pasaka na Mungu, <coughs> Mungu awabariki katika maadhimisho haya ya Pasaka. Tumalize kwa sala. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote, kila tuingiapo hatarini. Ebikira mtukufu na mwenye baraka. Awabariki Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu.